Ikiwa maumbile yako yako legelege au baada ya kupiga bao tu yanawahi kulala, tumia aina hizi nne za mazoezi atakusaidia sana uweza kukaza ume wako na kukupa uwezo wa kuweza kurudia fasta fasta bila ya ume kulala. Mazoezi yenyewe ni kama ifuatayo. Zoezi namba moja ni Kegel exercise. Haya ni mazoezi ambayo yanakwenda kusaidia ile pelvic floor muscles, yani hizi ni muscles maalum ambazo zinashikilia ume. Ikiwa utafanya Kegel exercise, basi automatically maumbile yako atakuwa ni yenye kukaza na atakuwa na uwezo wa kusimama kwa muda mrefu. Lakini zoezi namba mbili ni cardio exercise. Kwa kamba, mazoezi ya kuogelea, kuendesha baskeli, haya ni moja kati ya mazoezi ya cardio exercise ambayo yanakwenda kusaidia mzunguko wa damu mwili mzima, lakini zoezi namba tatu ni yoga and stretching. Haya ni mazoezi ambayo yanakwenda kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kusaidia mzunguko wa damu mwilini, kwa mfano bridge pose, and the cobra pose. Haya ni mazoezi mazuri ambayo anakwenda kusaidia mzunguko wa damu na zoezi namba nne ni squat and the planks. yaani haya ni mazoezi ambayo anakwenda kusaidia muscles za kwenye nyonga, miguu pamoja na kiuno ambapo hii ni nzuri sana kwa kwa mwanaume. kama utatumia mazoezi haya manne kuyafanya mfululizo kwa takriban siku sitini basi atakusaidia sana kuweza kuondokana na changamoto yako ya maumbile kwa legelege. Ikiwa unahitaji mshauri zaidi, basi unaweza kuchukua namba yangu katika bio nikakupa mwongozo wa lishe ambao utakusaidia kuweza kuondokana na changamoto yako. Ondoa chanzo, kutibu tatizo.